Njoo ujifunze jinsi ya kumbandika stika mtu mwembamba. Asalamu alaykum, vipenzi. Kwanza kabisa unatakiwa uwe na vifaa vyako, uwe na stika, uwe na hina, uwe na mkasi kwa ajili ya kukatia, uwe na kitu cha kusambazia hina yako kwenye hiyo stika. Kama hauna hicho kitu cha kusambazia, unaweza kusambazia na koni yako haina shida. Utaanza kwa kukata stika yako kama hivyo unavyoona, na hakikisha usikate mpaka huu ufito mweupe ili kusaidia wewe eh, kuitoa karatasi ya juu wakati unataka kumbandika mteja wako. Na hivi vidogodogo unajiuliza, hivi ni vya wapi? Hivi iivya kwenye vidole vinakuwa kumi na mbili ume, yaani umepewa na zingine mbili extra, kama itatokea umepata ajali maybe umeikata stika ama hujapenda kuwa vijirudie mara mbili, hiyo ndo kazi yake. Haya, kwanza kabisa unahakikisha mkono wa mteja wako ni msafi, awe amenawa, asiwe amepaka mafuta ya aina yoyote. Hii itakusaidia wewe sticker yako iweze kubandikika vizuri, kwa sababu kama kuna mafuta au chochote kile alichokipata inaweza isishike, kwa sababu hii ina gundi hapo kama unavyoona. Tumeshabandika jamani, mkono kweli ni mwembamba, lakini huwa linaonekana limetosha vizuri na napendeza, na ninavyosema ni mwembamba ni ua la mtu mwembamba, yani namaanisha kwamba pia kuna ua la mtu mnene. Kwa hiyo ukimwona mteja wako ana mkono mnene, mpe maua ya watu wanene. Ukiona mteja wako ana mkono mwembamba, mpe ua la mkono mwembamba, ili asiweze kuchukia ua ambalo amelichagua ia. Yeah, jitahidi kusibaki na nafasi unapojeza hina na popote pale. Part two inakuja.